Siku 25 kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 4 mwezi ujao, wanasiasa katika mrengo wa Jubilee walibisha hodi katika kaunti ya Turkana. Turkana likiwa mojawapo ya maeneo yanayozongwa na matatizo ya ukosefu wa usalama, uhaba wa maji, wizi wa mifugo na barabara mbovu. Vigogo wakuu katika muungano huu wakiongozwa na Uhuru Kenyatta anayewania urais na William Ruto mgombea mwenza wake walichukua fursa hiyo kuwaelezea wenyeji wa kaunti hiyo kwa iwapo watashinda katika uchaguzi mkuu ujao na kubuni serikali, basi watatoa suluhu kwa matatizo hayo yote. Waliwataka pia kujitenga na wanasiasa wanayoeneza siasa za kikabila, wakisema wao wenyewe kwenye muungano huo waliungana licha ya kuwa wanatoka kabila tofauti. Tukaambia ya kwamba sisi mambo ya chuki, hatutaongozwa na chuki, kwa sababu tunajua na tumeona shida ile ambayo chuki imeleta katika taifa letu la Kenya. Wengi walikuwa wanasema ya kwamba mimi na Mheshimiwa Ruto hatuwezi kukaa kwa meza moja, si mnajua hivyo, si ni kweli? Lakini tukaonelea na tukasema ya kwamba Kenya hii ni kubwa kushinda mtu moja, na lazima tuhakikishe tumeungana, ndio tuunganishe jamii zetu watu wa kaunti ya Turkana mtupatie nafasi tupanue irrigation hapa Turkana County tuzalishe chakula ya kutosha. Watu wa kaunti ya Turkana wasiwe wanapigishwa foleni ili wapatiwe chakula, tuwazalishe chakula hapa Turkana, mukae kama wakenya wengine. Sisi wafugaji, miaka hamsini hatukupata barabara. Sisi miaka hamsini hatukupata usalama sisi miaka hamsini hatukuona mashule na hospitali. Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Serikali ya ugatuzi chini ya Uhuru Kenyatta na huyu gavana na Ethuro, ndio nyinyi waturkana na sisi wa Somali tutaendelea, lazima tupate. Hule anatetea haki haki ya waturukana paka yeye anafungwa anapelekwa kotini. Wanasiasa hao pia waliliguzia swala la mahakama ya ICC wakisema kesi zao zinazoendelea katika mahakama hiyo hazitaathiri uongozi wao iwapo watachaguliwa na Wakenya na kuibuka na ushindi baada ya tarehe nne mwezi ujao. Lakini kule walikuwa wanasema msichague wakina Uhuru, mkiwachagua watafungwa, si ni kweli? Ndio walikuwa wanasema sasa. Wale wazungu wenyewe wa kesi wanasema endeleeni, chagueni hawa watu. Si huyo ni Mungu? Sisi hatukujibu hatukuuliza, wenyewe wanasema hatitakuwa hivi basi Mungu amesema itakuwa hivi. Wakasema mkichagua wakina Uhuru sijui hawatakanyanga nchi za nje. Si tuliona Obama mwenyewe akisema ye atafanya kazi na yule ambaye atachaguliwa. Watafute ingine sasa ya kusema, si huyo ni Mungu ametembea na amesema, sisi hatuajibu. Sasa wale wote walikuwa wanangojea endorsement ya wale, sasa wajipange wakuje waombe kura kama sisi wananchi wa Kenya, kwa sababu wananchi ndio wanataamua viongozi wa Kenya katika uchaguzi wa tarehe 4 mwezi wa tatu. Wana Jubilee pia walionyesha matumaini kuwa licha ya kura ya maoni kuonyesha kuwa mrengo wa Cord ndio unaongoza bado muungano huo ndio utaibuka na ushindi. Wanasiasa katika muungano huu wanatarajiwa kuendelea na kampeni zao katika maeneo kadhaa mkoa wa Rift Valley hapo kesho, likiwemo eneo la West Pokot. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.